Simama mbele za Mungu. Je, mkiwa na magumu, nikimwita mungu atanisikia? Bwana Yesu asifiwe. Je, moyoni mwangu na kiburi, kinywa changu kina matusi, hakili zangu zinamwaza Bwana? Bwana Yesu asifiwe. Je, napotembea barabarani, namtukuza Mungu? Mavazi yangu yanamtukuza Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu wetu anatupenda. Bwana Yesu asifiwe sana, tumtafute yeye, tusijisifu kwa vitu tulivyo navyo, kwa sababu yeye ndo katupatia. Bwana Yesu asifiwe. Sio leo, nina hela, nimejaa magunia na alia magunia, ndo pesa, nitembee najisifu Bwana Yesu asifiwe. Hiyo bwana haitaki. Hata kwenye kitabu cha Luka kuna yule tajiri aliyevuna akatana vitu vingi, akavuna mavyakula akajaza magara, akasema sasa ngoja nistarehe. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akasema wewe mpumbavu, njoo hapa, akafa. Bwana Yesu asifiwe. Tusije tukajivuna kama huyo tajiri, tuangalie Isaya 43 na mstari wa kwanza.

Hapo kwanza Bwana Yesu sana, lakini sasa Bwana aliye kuhuruku e, Yakobo yeye aliye kuumba e, Israel, asema hivi usiogope, maana nimekukomboa, nimekukomboa nimeku kwa jina lako wewe u wangu. Bwana Yesu asifiwe, Bwana asifiwe sana, amen. Kwa hiyo sisi mahali hapa tulipo hapa, alikuwa anaambiwa Israeli. Israeli huyu Israeli kabla ya kupata jina la Israeli alikuwa anaitwa Yakobo. Bwana Yesu asifiwe sana, hasa kama Mungu amemwita kwa jina lake, na sisi ndo tumebaki warisi wa Israeli. Ina maana kila mmoja mmoja mahali ameshaitwa na Bwana tena kwa jina lake. Bwana asifiwe. Amina. Wengine hapa wanijui jina langu lakini Bwana afanya nini? Analijua. Sisi hapa wengine hatujuani majina lakini Bwana anajua. Bwana asifiwe sana. Tumeitwa na Bwana. Tumeitwa. Israeli aliitwa na akaambiwa usiogope. Amemuita kwa jina lake. Anamwambia wewe ni wangu. Bwana asifiwe sana. Osheni, sio kwamba James ndo aliyetuita. Hapana, Bwana Yesu atuweka. Tumeitwa na Mungu mwenyewe, na kila mtu jina lake linajulikana. Bwana tue. Hata kama una kiburi kinajulikana mbele za nani? Mbele za Mungu. Hakuna unachomficha Mungu hata kimoja. Bwana tuwezana ziache bwana asifiwe. Tabia zozote zile ambazo zinazotuzunguka ambazo hazimpendezi Mungu inatakiwa tuziache. Bwana asifiwe sana, tuziache, tutafute Mungu aliyetuumba yeye mwenyewe, maana anasema kabla sija kuumba ndani ya tumbo la mama yako. Bwana asifiwe sana, nilikuta kujua kabisa jina lako, amekutoa duniani na amekutakasa. Bwana Yesu, kwa nini tujichafue?